Kwa hiyo Mheshimiwa balozi ame katika maongezi yetu ame, amefurahia na ameondoka na ujumbe kwamba anaenda kuendelea kwenda kuwaambia Wamarekani waje washirikiane wa na Wanamtwara. Kwa upande wake meneja wa bandari mkuu wa Mtwara amesema ujio wa kaimu balozi huyo unatoa taswira nzuri kwa wageni kutembelea bandari hiyo. Bandari ni salama kama unavyofahamu, bandari yetu inafata sheria za kimataifa za ulinzi na usalama bandari kwenye bandari lakini pia huwa inafanywa kaguzi mbalimbali mbali na US Coast Guard. Kwa hiyo mojawapo ya maeneo ambayo yametiliwa mkazo ni kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama lakini pia kuendelea kuwaonyesha maeneo ambayo tunaweza tukafanya mashirikiano ya kibiashara. Lakini diplomasia ya uchumi tulionayo inawavutia kuweza kuja zaidi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu nchini Profesa Joseph Ndunguru amezitaka taasisi za serikali kujenga utamaduni wa kushirikiana badala ya utaratibu wa sasa ambapo taasisi nyingi zinafanya kazi kwa ushindani, jambo linalochelewesha utatuzi wa changamoto za jamii. Kutoka mkoani Iringa, Silvanus Kigomba na taarifa zaidi. Mkurugenzi mkuu wa TPHPA Profesa Joseph Ndunguru ametoa rai hiyo wakati wa kusaini makubaliano ya kufanya kazi kwa ushirikiano kati ya Chuo Kishiriki cha Elimu Mkwawa cha mjini Iringa. Ni namna gani wataalamu kutoka taasisi zetu mbili wanaweza kutumia, eh, kupata fursa ya kutumia miundo mbinu ya maabara hasa eh, vifaa vya maabara vilivyopo kwenye taasisi mbili. Ni, wa, ni wanafunzi kutoka chuo hiki cha Muse waweze kupata fursa kuja kufanya mafunzo ya vitendo kwenye taasisi ya, ya, ya, ya tusisi. Kauli hiyo inaungwa mkono na rasi wa chuo hiki, Profesa Method Semiono, wakati akieleza faida za ushirikiano huo. Ni muhimu kama inavyosisitizwa na viongozi wetu wakuu, taasisi za serikali kuisaidia serikali kufikia malengo yake. Na kwa hivyo tulichokifanya leo ni sehemu ya mikakati yetu kama taasisi mbili kuisaidia serikali kushughulikia matatizo ya Watanzania kwa rasilimali tulizonazo sisi wenyewe. Chuo kishiriki cha elimu Mkwawa kimekuwa moja ya taasisi vinara katika tafiti za kisayansi ikiwemo kilimo ambazo kwa kiasi kikubwa zimekuwa msaada kwa sekta ya kilimo. Na sasa mamlaka ya afya ya mimea na viwatilifu TPHPA inaona haja ya kushirikiana na chuo hiki ili kuongeza tija kwa taasisi zote mbili. Serikali ya Tanzania wenyeji wa mpango wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria kati yake na taasisi za Umoja wa Wakuu wa Nchi za Afrika dhidi ya Malaria Alma, ambao umelenga kusaidia nchi zote za Afrika kupambana na changamoto hiyo kwa kuimarisha mikakati ya kitaifa na kikanda kwa kutokomeza ugonjwa huo ifikapo mwaka 2030. Kutoka jijini Dodoma, Agnes Nyamaro na taarifa zaidi. Utiaji saini mkataba huo umefanyika jijini Dodoma ambapo serikali ya Tanzania imewakilishwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmud Thabit Kombo, huku kwa upande wa Alma ukiwakilishwa na katibu mtendaji wake Bijoi Pumathi. Bado tunatakiwa tuendeleze vita dhidi ya malaria. Na vita dhidi ya malaria hii imegawika sehemu tatu: kwanza kwenye mazalia lakini ya pili kumhifadhi ku, ku, ku, mwananchi, ndio mambo ya chandarua mambo ya kupulizia; tatu ni tiba yenyewe pale mwananchi anapokuwa kishapata malaria bado malaria. Lakini tunashukuru Mungu sana, Tanzania imekuwa ikifanya vizuri sana chini ya uongozi wa Wizara ya Afya, malaria imepungua sana. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa umoja wa wakuu wa nchi za Afrika Mashariki dhidi ya malaria Alma anaeleza umuhimu wa mkataba huo katika kutatua changamoto ya ugonjwa wa malaria. Malaria the them. Hili ni jambo la kuungana kwa nchi zote hamsini kwa wa ajili ya kutoa msaada na kuhamasisha kila nchi ili kupambana na malaria. To Alma inasaidia nchi kwenye mifumo ya kidijitali ambayo itasaidia so kufanya ufuatiliaji wa mapambano dhidi ya malaria, kuangalia wapi kuna changamoto na kutatua changamoto hizo mpango yote ile ambayo tutakuwa tusaidia nchi mbalimbali za Afrika katika kupambana dhidi ya malaria, sisi tuko jikoni, tuko nao, sisi tutakuwa ni wa kwanza kuweza kufaidika. Siku moja kabla ya kufungwa zoezi la kuchukua fomu watia nia wa Chama cha Mapinduzi nafasi za ubunge na udiwani, wanachama zaidi wameendelea kujitokeza, wakongwe na wapya, kuchukua fomu mikoa mbalimbali. Tupate taarifa zaidi Tuanzie huko Makete mkoani Njombe, ambapo aliyekuwa katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam, Toba Nguvila, ametiania kuwania jimbo la Makete. Na kwa upande wa mkoa wa Mara aliyekuwa kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Esta Matiko amechukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Tarime mjini kupitia chama cha mapinduzi CCM, ikiwa ni siku chache baada ya kuhamia rasmi chama hicho, huku Mwita wa Itara akichukua fomu kuendelea kutetea jimbo la Tarime vijijini. Niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Tarime mjini, wananchi wa wilaya ya Tarime, wananchi wa mkoa wa Mara, nikasema Ma maendeleo kwa vitendo basi niungane nao na nimeungana na chama cha mapinduzi. Kwa upande wa mbunge wa Mwibara anayetajwa kutofika jimboni kwake, Charles Kajege amechukua fomu na kueleza sababu za kutoonekana jimboni, ambapo jimbo hilo linawaniwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola na mwanaharakati Cyprian Musiba na Dr. Wilson Mukama. Uhitaji kwenda, watu wameshakuambia shida yao. Sasa mtu ana shida, anauma, unakwenda tu kulala nyumbani kwake? Si anahitaji madawa? Nenda katafute madawa. Watoto wanatembea kwa mguu mwendo mrefu, ukienda kulala kwa mtu itasaidia nini? Nenda akatafute shule. Na ndivyo vitu ambavyo nimefanya. Na sasa ni mkoani Shinyanga, ambapo idadi ya watia nia wakiwemo vijana na wenye ulemavu imeongezeka. Kwa hiyo mimi niliona nije nichukue fomu. Nataka kugombea udiwani katika kata yangu ya Ngokoro mkoa wa Shinyanga wilaya ya Shinyanga mjini. Nawania kuchukua fomu ya ubunge kupitia kundi la vijana taifa ili kuwakilisha vijana wenzangu bungeni wanazozipitia na huko mkoani Singida jimbo la Singida mjini, watiania waliokwisha chukua fomu wamefikia ishirini, akiwemo anayetetea kiti bwana Musa Sima. Na wengine walichukua na kurejesha siku hiyo hiyo, lakini mpaka leo bado wanaendelea kurejesha, na tunaamini mpaka kesho, kwa sababu ndio mwisho wa zoezi lenyewe, wote waliochukua fomu watarejesha fomu zao. Mkoani Songwe sura mpya zimeibuka kuchuana na wakongwe kuomba ridhaa nafasi za ubunge na udiwani. Nafasi hiyo ninaiweza, na kama mnavyojua, nilikuwa mbunge viti maalumu, kwa hiyo naweza kweli kweli, kwa nimekuja ili kuomba ridhaa kwa chama changu kiweze kuniruhusu niweze kugombea ubunge ndani ya jimbo la le. Mimi siji kuwaambia wananchi na kwenda kufanya nini, wananchi wameona nimefanya nini katika miaka mitano na katika mkoa wa Kilimanjaro. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, Bwana Agrey Mwanri, amerejesha fomu ya kutia nia kugombea ubunge jimbo la Siha. Nasubiri sasa, mi nilichojipanga hasa ni kumwomba Mungu, unaona eh, ili Mungu aone, na katika vikao hivi basi na mimi Mungu akanikumbuke. Madereva mkoa ni Rukwa wameiomba serikali kupitia jeshi la polisi kuingilia kati swala la wamiliki wa magari kugoma kufanya marekebisho ya magari yao kwa wakati, na kwamba kila wanapotoa ushauri kwa wamiliki wamekuwa wakifukuzwa kazi na ajira zao kupatiwa watu wengine na kusababisha kujitokeza kwa ajali. Kutoka mkoa ni Rukwa, Baraka Lusajo na taarifa zaidi. Katika nyakati tofauti madereva hao wameiomba serikali kuweka utaratibu mzuri wakao wabana wamiliki wa magari kufanya matengenezo ya magari yao kwa wakati. Bosi unapomwambia gari yangu ina shida, nakwambia fanya kazi na kesho tutailekebisha. Kesho unaenda ukirudi, unamwambia bosi gari ina shida, na kwambia chapa na Jumanne nne, tutarekebisha Jumatano. Kwa hiyo changamoto kubwa mimi naona iko kwa mabosi. Nini kifanyike? Mimi nadhani madereva tujitambue, eh? alafu pia tuwe na msimamo. Madereva tahadhari ya kwanza, kabla hajaanza kushuka mlima itakia kwanza apunguze mwendo, kwa sababu ule mlima ni mkubwa. Lakini cha pili, kwa wamiliki wetu wa magari, akiona gari yake ni mbovu basi siweze kuiruhusu kuendana na safari. Hata hivyo, jeshi la polisi mkwani ruku alikiongozwa na mwandamizi wa jeshi la polisi Shadrack Masija likatoa onyo kwa wamiliki wa magari abiria. Unapoligundua gari ni bovu, unafanyaje? Usipakie abiria, mwambie tajiri. Shida yenu nyinyi, mnaofu kupoteza ajira, kwamba huyu bwana ukimwambia gari bovu atanitoa, atampa dereva mwingine. Tukubaliane hapa, nawapa na namba yangu. Ukimwambia tajiri, hili gari lina ubovu huu na huu, rekebisha niendelee na kazi, akikutoa nitonye mimi. Kutoka hapa katika eneo la stendi kuu ya mabasi yaendayo mikoani pamoja na haisi yopo hapa katika manispaa ya Sumbanga mkoani Rukwa. Mimi naitwa Baraka Rusajo, ITV. Asante Baraka.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 na baadaye kumsababishia kifo mwanaye ambaye alikuwa amelala kitandani. Na baada ya hapo, mtuhumiwa huyo alitoka nje na kwa jeruhi watu wengine wawili. Kufuatia mauaji hayo, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na taasisi zingine za kisayansi kwa pamoja wanachunguza kisa hiki na baadaye taratibu zingine za kisheria zitafuata. Mwenyezi Mungu ampumzishe salama mtoto Shufa Abdallah. Mahakama Kuu jijini Nairobi imeamuru mkurugenzi wa upelelezi wa makosa jinai DCI Muhammed Ab Amin kufika mahakamani yeye binafsi kueleza aliko mwana blog Ndiangui Kinyagia anayeaminika kutekwa nyara na polisi Juni 21 mwaka huu. Kutoka Nairobi, Duncan Maiche na taarifa zaidi. Jaji wa mahakama kuu jijini Nairobi, Chacha Mwita, amemwagiza mkurugenzi wa idara ya makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kufika mahakamani Alhamisi Julai tatu kuelezea aliko mwanablogu Ndiagui Kianyagia anayeaminika kutekwa nyara na polisi Juni 21 mwaka huu katika makazi yake eneo la Kino, kaunti ya Kiambu. Jaji Mwita amesema kwamba amri ya mahakama iliyoagiza mwanaharakati huyo awasilishwe kotini Jumanne akiwa hai ama akiwa amefariki haijatekelezwa. Mawakili wa familia ya mwanablogu huyo wakiongozwa na wakili mkuu Martha Karua wakimshutumu mkurugenzi wa DCI kwa kukaidi agizo la mahakama Angui kinyangi na wathibitishia Wakenya kwamba ndi agui hayuko chini ya ulinzi wa huduma ya kitaifa ya polisi. Tulikuwa tunamtafuta kutokana na chapisho ambalo lilikuwa la kuwapotosha Wakenya katika mtandao wa X na ni mtu ambaye tulikuwa tunamtafuta, na tunaomba ajisalimishe kwa kituo chochote cha polisi kilicho karibu naye. Yakijiri hayo, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anasema haki lazima itendeke kwa familia ya Bonface Kariuki ambaye alifariki dunia baada risasi tatu ya kupigwa risasi Jumatatu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Kiongozi huyo pinzani amesema maafisa wa polisi waliohusika katika madai ya kumpiga risasi mjasiria mali huyo wa barakoa wakati wa maandamano ya Juni 17 jijini Nairobi lazima wakabiliane na sheria. Kwa hivyo tutahakikisha justice and there'll be exemplary damages. Kupigwa risasi kwa Kariuki, hiyo picha imetambakaa dunia nzima. Baadhi ya wananchi wametoa maoni yao walipokuwa wakijibu swali la kipima joto lililohoji mbinu zilizofanikiwa Iringa kuzuia tembo kwenye makazi. Je, zienezwe mikoa yenye changamoto hiyo kuepusha matukio hayo kujirudia? Tutazame maoni ambayo yamejibiwa kwa njia ya WhatsApp. Uh, ni vizuri zikaenezwa kwa sababu hawa tembo wamesababisha madhara na hasara kwa wananchi. Kwa hiyo mbinu hizi zikienezwa zitawasaidia wananchi kukaa kwa amani na mazao yao, pia kuyavuna vizuri na kulima kwa salama. Ndiyo, mbinu hizi zienezwe kwenye mikoa yenye changamoto za aina hii ili kuepusha kujirudia, eh, kwa matukio ya aina hii. Ili kuchangia swali la kipima joto kupitia WhatsApp, unaweza kujirekodi, halafu tuma picha na sauti ukitaja jina lako mahala ulipo na kujibu swali moja kwa moja kwa kutumia namba 7959752, au kuchangia kwenye mitandao mingine ya X, Thread na Facebook <mulayani> na maoni haya ya tarushwa ITV na YouTube. Na sasa na kusomea baadhi tu ya maoni ambayo yamejibiwa kwa njia ya Facebook na Thread. Na hapa tukianza na ukurasa wa Facebook, tuna mtazamaji yeye, huyu anaitwa Edgar Ifunya anasema kwamba anatoka pale Mwanza. Anasema ni kweli, mbinu hizo hizo zilizotumika kuondoa tembo Iringa zitumike mikoa yote Tanzania inayosumbuliwa na wanyama wakali ili waweze kuishi kwa usalama bila kusumbuliwa. William Isongolimo e, wa Ushirombo Bukombe pale anasema ndiyo, zienezwe mikoa yenye changamoto hiyo ili kuepusha matukio hayo kujirudia. Hii itasaidia sana katika thredi yanaitwa Musa Zuberi Kabumai wachanika Dar es Salaam Tanzania ndiyo kama ndio mbinu nzuri na zenye ni vizuri zikaenezwa na mikoa yenye changamoto hiyo kama Ruvuma, Mtwara, maana matukio hayo ni mengi kutokea na zaidi kupotea watu na uharibifu wa mali kama mazao. Mtazamaji, na sasa tunapata mapumziko mafupi, tutarejea hapa na habari za biashara na uchumi. Endelea kuwa nasi. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena.

kushuhudia ubabe wa fainali za EPL, UEFA Champions League, Europa na michuano ya CAF. Sasa, upepo unahamia FIFA Club World Cup, yani mbungi halipoi: timu 32, mechi 63, siku 29 za moto, zote live kwenye DStv. Yani ni mastaa kama wote, Messi, Mbappe, Haaland hadi Aziz kama wewe ni shabiki wa kweli, hii ni sikukuu ya mpira. Tazama live kwa HD bila chenga ndani ya channel za SuperSport. Mbungi hili lote utaliona kupitia kifurushi cha bomba kwa shilingi elfu ishirini na saba tu. Kulipia piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DStv inakupeleka duniani, wewe na hapa kwetu. Mbungi halipoi.

I make a Baada ya siku ndefu ya kazi, kari gaza kutosha na foleni. Eric anataka kucheki series yake pendwa lakini, duu. Kifurushi chake kimeisha. Uzuri ni kwamba ana kadi ya Airtel Money Global Paycard kwa ajili ya malipo ya kimataifa. Ni chap tu na tayari huduma imerejea. Hakuna kupanic. Wakati wa kulipa, chagua Mastercard, kisha weka taarifa za Airtel Money Global Paycard yako ikiwemo CVV na ukomo wa matumizi. Simple tu. Anaendelea kustream akiwa amerelax kwenye kochi lake. Kuwa kama Eric. Ingia kwenye My Airtel app, chagua Airtel Money na upate Global Paycard yako, kisha uweke pesa kutoka Airtel Money. Airtel Money. Haraka, salama, bila mipaka. Kilivyoisha bando kakiweka kandwa na kupita mambo oh. Kiwashe, tunakwambia kiwashe, kiwashe. Yeah ama kina changamoto kiletaji maboresho Azam TV tuko hapa tukiwashe, kiwashe. Leo tukiwashe, hey! kiwashe! Kiwashe kisimbuzi chako cha Azam TV sasa, na uendelee kufurahia mambo kemkem kama vile habari, burudani, tamthilia, makala mbalimbali, michezo, ligi za ndani na nje, vipindi vya watoto, comedy, reality shows, sinema zetu na cartoons Azam TV kiwashe. Azam TV burudani kwa wote.